Kenya bado hakujatulia. Ndivyo unavyoweza kusema baada ya maelfu ya vijana nchini humo kuingia barabarani wakiandamana. Japo haijafahamika lengo la vijana hao nchini humo kuingia barabarani, hata hivyo, taarifa zinadai ni kupinga hali ya maisha inayoendelea na kutoridhishwa na utendaji kazi serikali nchini humo ikiwemo Bunge. Tovuti ya Daily Nation ya nchini humo imeripoti leo Jumatano Juni 25 mwaka 2025, kuwa katika jiji la Nairobi ambako mkutano wa Bunge ulipangwa kuendelea leo Jumatano Juni 25, maofisa usalama wakilazimika kuweka uzio wa waya, yaani sengenge, ili kuwazuia kulifikia Bunge hilo. Pia, imeripoti kuwa shule zimefungwa kwa hofu ya kuepuka maafa kutokana na maandamano hayo. Mwaka jana vijana waliandamana nchini humo kupinga mswada wa fedha na ongezeko la kodi, jambo lililomlazimu Rais William Ruto kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Hata hivyo, hadi Rais Ruto anachukua uamuzi huo wa kubadilisha baraza la mawaziri, Serikali nchini humo iliripoti waandamanaji zaidi ya 60 kuuawa katika maandamano na makabiliano dhidi ya vikosi vya ulinzi na usalama nchini humo. Polisi wamelazimika kutumia mabomu ya machozi na vilipuzi kuzuia maandamano hayo ambayo hadi kufikia saa saba kamili mchana yalikuwa yamesambaa katika kaunti 12 nchini humo. Bado haijafahamika madhara ambayo yamejitokeza upande wa polisi ambao wako kwenye mzozo mkubwa na waandamanaji hao wengine wamejihami kwa silaha za jadi. Jaji mkuu mstaafu wa Kenya, David Maraga, mwanasiasa na kiongozi wa upinzani nchini humo, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa ni miongoni mwa watu walioonekana barabarani wakiungana na vijana hao. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya imechapisha kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter, ikiwataka wananchi kutii sheria. Na nukuu, heshimuni sheria, kila mtu awajibike kwa nafasi yake, imeandika taarifa hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi kwa taarifa nyingine zaidi. Mimi ni